Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Askofu Isaac Amani wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, na ninayo furaha kuja tena mbele yenu wapendwa, wapenzi wa Mungu, familia ya Mungu, Wakristu na wasio wa Wakristu, kutakieni ujumbe na salamu za Pentekoste. Tumejiandaa kwa ajili ya kuadhimisha siku ambapo kanisa lilizaliwa na tuna mshukuru mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuona siku hii ya leo. Wengi walitamani kuiona, lakini basi kwa namna mbalimbali wameshindwa kuiona. Kabla ya kupaa mbinguni kwa baba yetu, kwa bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe aliahidi kwamba angempeleka Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wa kuwa nasi, ambaye atakaa nasi na atakaa ndani mwetu. Alituambia yeye ni Roho wa ukweli na Roho huyo ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hauwezi kumwona wala kumjua, lakini ninyi mnamjua kwa sababu anabaki nanyi na yu ndani yenu. Injili ya Yohane sura ya kumi na nne aya ya kumi na saba. Pentekosti tunashangilia kutimia kwa ahadi ya kupewa zawadi ya Mungu Roho Mtakatifu na mwanzo rasmi wa Kanisa. Natakieni wote herini na baraka za Pentekoste. Inafaa basi, tuombe neema ya kumtii huyo Roho Mtakatifu ambaye ndiye msaidizi wetu sasa na siku zote. Siku ya Pentekoste, jambo la kawaida lilikuwa tu watu wakutane kwa hali ile, walikuwa kwenye hali ya hofu, lakini siku ile ya Pentekoste Roho Mtakatifu alipoishukia jumuiya ya wafuasi, walikuwa wamejificha wamekusanyika ndani upepo wa nguvu ulijaza nyumba waliokuwa wameketi, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana na wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Mambo matatu yalifanyika siku hiyo ya kipekee. Kwanza, wote walijazwa Roho Mtakatifu. Pili, mitume alibadilika tabia zao za hofu, wakawa na ujasiri wa ajabu, wakatoka mafichoni na kuhubiri Injili na kuishuhudia kwa ujasiri wa ajabu. Na la tatu, waamini walibadilika, wakawa na umoja na uelewano uliowavutia watu wengi wakajiunga nao. Ndivyo ahadi ya Yesu ilivyotimia, kwamba Roho Mtakatifu awe ndani ya wa wafuasi wake na kati yao. Uwepo wake ndani yetu huonekana katika mabadiliko kama vile upepo uvumavyo na kutikisa mimea, vichaka na miti. Tujikabidhi basi kwake ili atubadilishe tuwe bora zaidi. Huu ni wakati wa neema, ni wakati maalum wa kukuza na kuimarisha imani. Kwa namna ya pekee mwaka huu tunaadhimisha jubilei ya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya Ukristo. Jubilei hii yatukumbusha sisi kuwa ni mahujaji wa matumaini. Je, unaiona jubilei kuwa fursa ya wokovu au ni tukio la kawaida tu kwako? Katika sala ya jubilei tunamwomba Baba wa mbinguni, imani aliyotujalia kwa mwanaye Yesu Kristo ndugu yetu iamshe ndani yetu tumaini lenye baraka la kuja kwa ufalme wake ni mwali wa upendo unaowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu uweze pia kuamsha ndani yetu tumaini lenye baraka la kuja kwa ufalme wake. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wenye bidii wa mbegu za kiinjili zinazofanya ubinadamu. Tunaomba kuzaliwa upya, tunaomba kujitambua kuwa tumeteuliwa kuwa taifa la Mungu lenye kuunganishwa na roho Mtakatifu. Palipo na Roho kuna upendo, umoja na uponyi. Roho Mtakatifu ndiye nguvu mpya ya utendaji katika safari ya matumaini ya kwenda mbinguni. Mapaji yake saba yakifanya kazi katika maisha yetu na mahusiano yetu, matokeo yake ni mabadiliko ya ndani ya kutoa na kuomba msamaha, kuwajali wengine tukiwafikiria na kuwatendea kwa haki, na kuwatetea walio dhaifu. Tunaposafiri kuiendea tamati ya ubatizo wetu yaani mbinguni, Roho Mtakatifu ni Mungu asimamiaye mabadiliko ya ndani ili tutoke kwenye ubaya wa uhasama, chuki, ufisadi kisasi, wivu, ukatili, hofu, udanganyifu na kutojali. Kuteuliwa na kukombolewa kwetu, tukizingatia wito wa kuwa chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu, yatupasa tuombe msaada wa Roho Mtakatifu ili tuweze kutimiza wito wetu sawasawa. Chumvi isipoyeyuka haitakoleza chakula taa isipokuwa na mafuta haitaangaza. Vivyo hivyo maisha ya Mkristo ni ya mapambano dhidi ya maovu ndani mwake na katika jamii inayomzunguka. Yesu mwenyewe alionyesha njia hiyo kwa mateso, kifo na ufufuko wake, kisha akampeleka Roho Mtakatifu ili atuwezeshe kuifuata njia ya wokovu kwa ujasiri. Watu walipoungana kwa kiburi kujenga mnara wa kufika mbinguni ili wajipatie jina, Mungu alivuruga lugha yao, wakashindwa kujenga mnara wa Babeli. Siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alirudisha lugha moja, watu mbalimbali wakaweza kusikilizana. Lugha ni chombo cha mawasiliano, huleta umoja, maelewano na mafanikio ya pamoja. Tumwombe Roho Mtakatifu aziponye familia zenye migogoro, jumuiya, mataifa yanayozozana yawe na fikra za kuacha uhasama na kutafuta maendeleo ya pamoja kwa ustawi wa mwanadamu. Tunapotamani ufalme wa Mungu ufike, tunapaswa kuukaribisha. Ulimwengu na uinuke kwa tarajio la uhakika la mbingu mpya na dunia mpya nguvu za uovu zishindwe, ili utukufu wa Mungu udhihirike milele katika taasisi zetu na ulimwenguni kote. Nguvu za uovu zitashindwaje tusipozipiga vita na kuzishinda? Utukufu wa Mungu utadhihirikaje tusipo tusipoukumbatia kwa sala, sakramenti na kulitii neno la Mungu? Wakati wa uokovu ni sasa. Tunaalikwa tubadilike sasa, Tusingoje kesho. Tukitafakari hali halisi katika jamii, tunashuhudia kupotea kwa imani na kushamiri kwa uvunjifu wa haki na amani kwa namna mbalimbali za kutisha. Tarajio la mbingu mpya na dunia mpya sio la kimuujiza. Furaha na amani ya mkombozi haitashuka kimuujiza. Ufalme wa Mungu huja kwa mwaliko wa Mungu na mwitiko wa mwanadamu. Yesu aliweka wazi, Roho ndiyo iletayo uhai, mwili hauwezi kitu. maneno niliyowaambia ni roho na uhai. hakuna awezaye kuja kwangu asipowezeshwa na Baba yangu. Yohane sura ya sita aya sitini na tatu na sitini na tano. Kama mkiazingatia mafundisho yangu mtakuwa kweli wanafunzi wangu, mtaujua ukweli nao ukweli utawapeni uhuru. Yohane sura ya nane aya thelathini na moja hadi thelathini na mbili. Anayetupatia uhuru wa kweli ni Mungu. Tunamhitaji Roho wa Mungu afanye kazi ndani mwetu ili tuifikie tamati yatakayo Mungu. Nabii Yoeli alieleza ukarimu wa Mungu wa kumimina roho yake juu ya binadamu wote. Watoto wenu wa kike na wa kiume watatabiri, wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Yoeli sura ya pili aya ishirini na nane. Tunajiuliza, je, watoto wetu wanapata malezi na mafundisho ya kuwasaidia kuchagua yaliyo bora na ya kudumu katika maisha ya sasa na ya uzima wa milele wakiongozwa na Roho Mtakatifu? Je, vijana wetu wanapenda kazi na kutumia muda wao kujifunza namna mbalimbali mbali za kukabili maisha wakiongozwa na Roho Mtakatifu? Je, wazee wanasimulia na kurithisha ujasiri wa kuishi na kueneza Injili kwa maisha yao binafsi na kwa utendaji wao? Pentekoste inatukumbusha utabiri yeli, wa nabii Yoeli wa mafundisho mafuriko ya Roho wa Mungu ulivyotimizwa katika mioyo na akili za watu ili wabadilike waweze kuwa rafiki wa Mungu na wa watu. Anachotaka Mungu kwetu ni utukufu wake uonekane katika maisha yetu katika familia na jumuiya zetu katika vigango na parokia zetu katika jimbo na taifa letu na katika kanisa lake lote na ulimwenguni mzima. Yesu alituombea umoja wa kimungu ambao huletwa na Roho Mtakatifu, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami na ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe ulienituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Ni njili ya Yohane sura ya 17 aya 21 hadi 23. Kwa kumalizia, umoja anaotuombea Yesu ndio ushuhuda wa mapendo na nguvu ya utume wetu. Tunazo fursa nyingi za kuimarisha umoja na mapendo Tuimarishe umoja na mapendo nyumbani na jumuiyani kwanza. Tuimarishe umoja na mapendo katika vyama, mashirika na jumuiya za kitume. Tuimarishe umoja na upendo katika uchumi, siasa, na hasa kuombea na kujipanga vizuri kwa uchaguzi mkuu ulio mbele yetu. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumempa Roho Mtakatifu nafasi ya kutubadilisha kutujenga na kutuponya. Tukifanya hivyo furaha na amani ya mkombozi vitadhihirika katika safari ya matumaini. Natakieni heri na baraka za Roho Mtakatifu katika kujitambua, kuwajibika na kushirikiana katika Kristo kwa matendo. Mimi katika Kristo, Askofu Amani. Herini kwa sikukuu ya Pentekoste.